Karibu kwenye sehemu ya pili. Baada ya kuangalia utangulizi, then sasa leo tunakuja kuangalia mahitaji ya lishe kwa kuku wa mayai, na kwanza tuangalie makundi, mgawanyo wa makundi ya ya kuku kulingana na mahitaji ya lishe. Sasa hapa tutazungumza um, aina ya mgawa, aina ya migawanyiko ambayo inatumika, ipo ile nayo ambayo kisayansi tunapendekeza, lakini ipo ambayo pia inatumika uh, katika katika wazalishaji wa vyakula mbalimbali, lakini kwa mtu ambaye uko shambani ambaye unatengeneza chakula chako mwenyewe unaweza kutumia mgawanyiko wa aina hii ya kwanza ambayo tunaenda kuzungumza ili kuhakikisha kwamba ukuaji na uzalishaji wa kuku wako unakuwa wa kiwango cha juu. Sasa, aina ya kundi la kwanza ni vifaranga wachanga. Hawa ni wa umri wa kuanzia wiki zero mpaka mpaka wiki nne, na jina la chakula hii huwa ni layer prestarter. Aina ya kundi ya pili ni vifaranga wakubwa. Hawa ni wenye umri wa wiki tano mpaka kumi, na jina la chakula wanaitwa ni layer starter feed. Na aina ya tatu ni matemba wanaokuwa wenye umri wa wiki kumi na moja hadi kumi na sita na jina la chakula hawa naitwa layers grower feed. Lakini kundi lingine la nne ni matemba wanaokaribia kutaga ambao tunawaita ni pre-layer kati ya umri wa, wa wiki kumi na saba mpaka kumi na nane na jina la chakula hapa um, naitwa pre-layer feed. Sasa mitetea inayotaga umri wa wiki kumi na tisa mpaka hamsini jina la chakula ni layers Feed, na pia kundi lingine la sita ni mitetea mikubwa ambayo ina umri zaidi ya wiki hamsini, na jina la chakula hapo huwa ni layer post peak feed. Yani maana yake hawa unakuwa ni matetea ambayo yameishataga kwa wingi, yameshapita ile piki ya uzalishaji wa mayai yani kiwango cha juu kabisa cha uzalishaji wa mayai. Sasa kuna mgawanyo wa makundi ya kuku uliozoeleka ambao unatumika sana na makampuni mengi, makampuni hasa yanayozalisha vyakula vya layers wao wana vifaranga wa umri wa kuanzia wiki 0 um, mpaka sita wakati mwingine mpaka nane na jina la chakula tumezoea layers uh, starter feed. Na kundi lingine huwa ni matemba wanaokuwa wenye umri uh, wa wiki saba mpaka kumi na nane ambao hapo chakula ni layers grower feed na tuna mitetea inayotaga ambayo ni ya kuanzia wiki 19 au 20 na kuendelea, na jina la chakula ni layers feed. Kila mtu anaweza ka brandi layers complete feed, layers feed, lakini cha msingi kwamba inaitwa layers feed. Baada ya hapo, tuangalie mahitaji sasa ya lishe kwa makundi haya. Sasa tutatumia makundi yale ambayo ni ya vifaranga wachanga wa wiki sifuri mpaka nne, vifaranga wakubwa wa wiki tano mpaka kumi na kadhalika mpaka kufikia kwenye mitetea wakubwa wa umri wa wiki hamsini na kuendelea mahitaji makubwa ambayo ya lishe, kama jana tulivyoona, tuliona kitu kinaitwa crude proteins ama protini ghafi, ambayo tulisema mara nyingi huwa ni kiwango katika asilimia cha protein katika mchanganyiko wa chakula katika kilo moja, kilo kumi, kilo mia, ama tani moja. Kwa hiyo hapo mahitaji ya chakula ambayo tutaenda kuangalia ambayo ni ya msingi katika ukuaji pamoja na uzalishaji wa mayai ni haya yafuatayo. Tutaenda kuangalia hii crude protein ambayo ni kiwango cha protein ghafi kwenye chakula, lysine, methionine, tryptophan, threonine, hizi jana tulisema ni amino acid ambazo ni za muhimu zinahitajika kuongezwa kwenye chakula ili kwamba uh, kuku waweze kupata uh, lishe bora. Lakini tutaangalia crude fat kiwango cha mafuta ghafi kwenye chakula, crude fiber kiwango cha nyuzi nyuzi, calcium, madini ya calcium, madini ya phosphorus, pamoja na metabolizable energy ambayo jana tulizungumza kama ndio nishati inayotumika katika ukuaji pia katika uzalishaji na, na, na, na utendakazi eh, wa mwili pamoja ikiwemo uh, na uzalishaji wa mayai. Sasa kwa vifaranga wachanga wa, wa wiki sifuri mpaka nne utaona kwamba tunahitaji crude protein ya asilimia 20, lysine ni asilimia moja, methionine ni asilimia 0.5, uh, tryptophan asilimia 0.2, 309.75, crude fati uh, 3.4, crude fiber asilimia 6, calcium kuanzia asilimia 0.8 mpaka 1.2, madini ya phosphorus kuanzia asilimia 0.6 uh, na kiwango cha metabolizable energy ambacho hiki hakiko katika asilimia, kinapimwa katika kilo ka, um, kilo calories per kilogramu. Na hapa tunahitaji elfu mbili na mia tisa kwa hiyo ukienda hivi ukipitia kwenye ukipitia kote huku utakuja uone kwamba kwa mfano tuangalie mahitaji ya mitetea inayotaga kuanzia wiki ya kumi na tisa mpaka ya ishirini utaona kiwango cha protini kinashuka na kinashuka. Kwa mfano unaona kufika kwenye matemba madogo wiki ya kumi na moja mpaka kumi na sita kiwango cha protini kimeshuka mpaka asilimia kumi na tano pointi tano Lengo hapa mara nyingi huwa tunataka kupunguza ukuaji wa kuku ili kuku aweze kukua polepole. Kuku anapokuwa pole pole, polepole kwenye wakati wa ukuaji hapa inamsaidia kuku kujijenga vizuri, ili kwamba aweze kupata nguvu ya kutosha atakapoanza kutaga, na ndiyo maana hapo huwa kuna pointi ya lishe kwenye wiki ya kumi na moja mpaka kumi na saba kwamba kiwango cha ukuaji cha kuku kiweze kupunguzwa kwa kupunguzwa hii protini. Kwa hiyo ni, ni hizi parameters zina za muhimu sana na unaona protini itaendelea kupungua mpaka mitetea inayotaga itaenda kumi na sita pointi tano na ukiangalia kitu kingine kwa mfano kuku wanaotaga viwango vya vya vya calcium vinapanda unaona kwa mfano kwenye vifaranga ni asilimia ziro nukta nane mpaka moja pointi mbili lakini ukija kwenye kuku hawa wanaotaga mitetea inayotaga ni asilimia tatu nukta mbili tano mpaka asilimia nne nukta mbili tano unaona pia huku mpaka kwa hawa mitetea makubwa ambao wameshataga sana inaenda mpaka inafikia asilimia 4.50. Hapa kuna errors, kuna nukta hapa. Na metabolizable energy ni muhimu sana kufahamu kwamba vifaranga wadogo wanaokuwa watahitaji kiasi kingi cha nishati karibu 2500 Hizi nimesema zinapimwa katika kilo calories. Kwa hiyo jinsi kuku wanavyokuwa mpaka kufikia kwenye mitetea, nishati yao inapungua kutoka 2900 mpaka 2700 Kwa hiyo vivyo hivyo, hivyo hizi zitakusaidia kujua kwamba tunahitaji kuchanganya chakula kwa namna gani, hasa jinsi gani ya kutengeneza formula? Siku hizi hatutengenezi formula kwa kutumia njia za zamani, zipo programs za kompyuta. Kwa mfano, viwanda vikubwa vina mifumo ya kompyuta inayofanya calculation ya mali ghafi yenyewe, lakini ipo pia mifumo ambayo imetengenezwa kwenye Excel ambayo ni rahisi kufanya. Na hii mifumo mara nyingi wanakuwa wameweka uh, wameweka mahitaji kama haya kwa hiyo kama unakuwa unadili na chakula cha vifaranga wachanga kuanzia wiki sifuri mpaka nne. Kwa kwa hiyo hiyo ule mfumo unakuwa umefeed kwamba tunahitaji crude protein hivyo. Kwa hiyo malighafi utakazoziweka utaendelea kuweka kuweka mpaka kuona pale ambapo utakuwa umefikia crude protein yako angalau ya asilimia ishirini. Kwa hiyo mifumo ile inakuwa inakusaidia kuhakikisha kwamba malighafi ulizo nazo zinaweza kukupa uh, aina ya ya ya lishe ambayo inahitajika. Lakini pia kuna mfumo mmoja ambao ni ni, app, ni applications za kwenye simu. Kwa mfano kuna feed calculator ambayo ipo App Store pamoja na Play Store. Hii pia itakusaidia. Tatizo la hii ni kwamba haionyeshi haionyeshi asilimia za za za e, haionyeshi vizuri asilimia za za za, za hizi za mahitaji hizi, kwamba ukweli umeateni asilimia ishirini, lakini ni app ambayo imetengenezwa Netherland. Kwa hiyo wana seva zao ambazo wamerahisisha kwamba kusiwa na mambo mengi sana kwa mfugaji. Ni app nzuri na ni rahisi kuitumia, kwa hiyo na matokeo yake ni, ni mazuri ambayo mimi mwenyewe binafsi nimetumia na nikaona ni matokeo mazuri. Okay, kwa hiyo kesho tuta pitia mifumo ya Excel tuione, halafu ambayo ni rahisi, unaweza ukawa nayo shambani kwenye kompyuta, then unakuwa unaweka tu kwamba pokeo okay. Leo tuna mahindi tuna pumba, unaangalia huko parameters zako, je crude protein yetu iko sawa, kasha mwiko iko sawa, e, phosphorus iko sawa. And then hiyo ni nzuri kuitumia ukiwa shambani, hiyo ni nzuri zaidi ukiwa nayo shambani kuliko hizi field calculator apps, japo hizi ni rahisi kuzitumia. Asante sana. Kutana kesho kuziangalia hizi uh, programu ambazo zinatutasaidia kufanya, zitatusaidia kutengeneza fomu.